Tuko hapa kwa ajili ya kusaidia. Mnaweza mkaja mkajulia refinite ni nini? Refinite ni kikundi ambacho cha kimataifa, ni shirika la kimataifa linahusika na maswala ya kutatua mizozo, ni relay. Refinite, relay network ya Tanzania au nyarugusu inazuia maswala ya mizozo pamoja na watu ambao wenyekuwa kwenye mazingira magumu mfano kama wakimbizi, tuko kwenye mazingira magumu. Wao wanatekeleza vikundi kama vile one family, kilalamika jamani, huku tunaonewa na, na vifo. Wao wanaangalia hicho kifo watakizuiaje kidogo angalau, mwanadamu ni wakufa tu. Tuko pamoja na ndio maana wanasema kwamba tuwatangazie, mwe mnenda kwa hospitali, mpox imekuja, dalili zake mko kakutapika kahoma, kamo Mnaona unaposikia homa tu jaribu kwenda hospitalini, wenyewe ndio watajua. Unaposikia muwasho unakuwa kwenye mwili ya unakuta yani mbavu kubana. Tuko pamoja bana, unakunywa paracetamol, iende nenda hospitalini. Tulikimbia vita lakini hatukukimbia kifo. Licha kwamba tukukimbia kifo, lakini tunapaswa kujikinga kama watu wazima ama watu wenye kuwa na na busara Unapopata matatizo au dalili hizo jaribu kwenda hospitalini na huko hospitalini watakutibu wa, wa madaktari wanatibu bure, si ndio vile? Na sisi hatuko hatuko mbali na nyinyi au kampuni shirika ya ef yaiko mbali na nyinyi, wanapowaletea chandarua wamewaletea ili kwa kuzuia malaria magonjwa wa malaria. Tulikuwema kwenye kanisa ya Grace pale, tuliwambia watu wengi wanajua jinsi ya kujikinga na malaria. Kiandarua, hii ndio kinga ya malaria, hakuna kinga nyingine zaidi ya hii chandarua. Dada Amida, njo uambie malaria na chandarua kinafanyaje, karibu chapchap, chap, chap, chap, chap, chap. Cha, kumajiani to Amida juaeze niko upande wa Kongolezi wachandarua najua wengi tunajua muhimu umuhimu wa chandarua au unatusaidia kukinga sana sana na imbu na imbu na imbu hiyo imbu tunaposema imbu ndio inasababisha naleta nini malaria imbu inaweza kunikula mimi labda mimi kwa mfano naumwa malaria ikishamaliza kunikula mimi inaenda kwa mwingine ile mikrobi ilitoa kwangu inapatia mwingine pale naona sasa, nandio maana tuliona muhimu tulete chandarua, hata kama ni kidogo, angalao itusaidie kwa, ku, kwa kujifunika. Najua hii ni kitu cha kinamaiza masiku kwa kufata na matumizi, wengi wao tunakamata chandarua tunatumikisha, sijui kwenda kufunikia ma, ma, mimea, wengine kufunikia ma, matunda, mamiti lakini sio sheria na muhimu muhimu wa chandarua ni, ni kujifunika juu itukinge sana sana sisi wa, wa wazazi wazee, japokuwa haichagui na wa vijana wote, naendana na inakula kila mtu alakini mtu unapaswa kuwa makini ukishapewa chandarua, juu gisi ya kujifunika na familia. Unaweza pewa chandarua moja mko familia ine tano wawe kama mlengwa ule uliopewa hichandarua ujue, ichandarua naipewa juu nijifuniki, sipewi juu lenda nifunikie mimea. Kuna wengine wana tuseme, kama jo matuta ya, ya mimea matomate, sijui nini na nini, hiyo sio ya kufunikia, ni kujifunika sisi watu, sio kufunika mimea, au wengine washagwana na sisteme machandarua juu, na kwa sasa maupangu mafensi unakuta mtu anapewa chandarua kuliko kujifunika andafanya fensi. Dada warefenaiti, basi wacha nirudishe maike kwa... kwa lida wetu hapa Steven ili amalizie dalili za huo ugonjwa, sawa pamoja na kinga yake, amalizie dalili ya ugonjwa pamoja na kinga yake. Ni nini mtajikinga na nini kwa ajili ya ugonjwa ambao tumevileta kwa kambi nzima? Kwa hivyo wale wachache tumewagawia na ndo hivyo hatimisho ya chandarua. Tukimaliza hapa, tutaanza ita mtu jina, unaulizwa unenda kulala kwa chandarua na watu wangapi, tuko pamoja ili tukusanye idadi. Je, tunakingia tuna watu wangapi Refinite kwa hii safari inakiingia watu wangapi kwa masuala nini ya malaria? A, mimi naitwa Chance Robert Steven Balezi, ni kiongozi hapa Nyarugusu ambaye anasimamia shughuli za afya kwa upande wa viongozi wa kambi, lakini cheo changu nipo mwenyekiti wa zone ya kwanza, lakini pia mimi ndio nasimamia kamati ya afya, lakini pia niko mwana Refinite kama sehemu ya viongozi wote ambao pia ni members. Kwa hiyo leo tumekumbuka watu wa zone ya ngapi, kumi na ngapi, kumi na moja, zone kumi na moja hoi. Namshukuru sana mwenyekiti wangu kijiji gani Tes. huyu ya saba, wakati tulifika hapa tulimshirikisha, kwa sababu hatuwezi tukafanya zoezi lolote bila kushirikisha viongozi, sindio? Jamani, asija akapita hapa akajiuliza bona wanaona watu hatujui kinachofanyika. Ni kweli kama alivyoongea kiongozi wetu, ugonjwa mpox kila siku, yani kadi siku zinavyoendelea, kunazalishwa magonjwa, na nafikiria wengine ndo jina ya kwanza kuisikia, ndugu yangu leo kuisikia eh, ndo kuisikia, kuisikia. Eh, wengine ni mara ya kwanza. Inaitwa mpox, ni ugonjwa ambao unatokana na na nani na mizoga ya wanyama si ndio eh? Kuna ndugu zetu ambao wanatembea porini kule eh, wanaendelea kuokota nyama wa nyama ambao wameshafariki, hen wanaleta wale o, ile nyama wanakuja kuuzia watu sasa unapokula ile nyama inakusababishia upate yale magonjwa sawa, jamani. Ina dalili tu chache ambazo aligusia, dalili ya kwanza una, una, unapata nani madonda kwenye koo Dalili ya pili unasikia misuli na mwili mzima unachoka una, lakini pia kuna wale wengine wanatokwa na uma, upele e, upele ambao uko na rangi nyeupe hivi inatokwa inakutoka, lakini pia unasikia maumivu ya kichwa na hizi dalili. Lakini kuna kwa swala la homa, homa kali Nandoma, na ndio maana mnaangalia hospitali zetu kwa sasa, ukienda pale Mtihaini au Red Cross, wanakupima kipima joto, si tunaiona pale baraba, nani ukiingia inatokana na hiyo kwamba wanachukua tahadhari wakikupima, aidha labda joto yako iko kwa kasi kuu. Na ukiangalia mkoa wetu jirani wa Kagera, sisi tuko kwenye mkoa wa Kigoma, tayari kuna kesi ambayo iligundulika. Kwa hiyo sisi humu kwa mkoa wetu wa Kigoma, hususan kambi ya Nyarugusu, lazima tuchukue tahadhari. Neno tahadhari inaeleweka eh, eh? tuatire attention eh? tuwe makini, na umakini huu tunaufanyeje? Kwamba ukisikia mtu yoyote mwenye iko na hizi dalili zote nilizisema, unatakiwa uripoti umri, muhudumu yote wa afya, aweza kutoa taarifa kwa mhudumu wa afya ambayo iko karibu yako. Kwa mfano kwa ndugu zetu ambao uko upande wa zone ya kumi na moja, hospitali ambayo iko karibu ni ya zone ya ngapi? Ya zone ya kumi, si ndio? mnatakiwa mtoe taarifa sasa mnatakiwa mtoe taarifa kwa viongozi wowote pale, kama kuna dalili yoyote, ili kwamba mtu yule achukuliwa apeleke hospitalini. Lakini taatua nyingine ya pili ambayo unatakiwa uchukue, usi unaona, na hizi dalili, kuna wale wazee wetu mnakuwa na hali ya kukoropa watu, watu, si ndio eh? Mtu akiwa na madonda tayari unamshika kabla ya kumkoropa, mpeleke kwanza wapi unaweza ukamkoropa, afu kunao vizuri na wewe ukajikuta unafanya nini? Unaambukizwa wewe, unajikoropa wewe mwenyewe ukafikiri ni magonjwa ya kawaida kumbe. Lakini unaweza kukutana na mtu maupele, hasa nyie wazazi, mnakuwa na huruma moyo ya ajabu, katoto kako unaanza mkuno, unaanza mfinyaza. Kama kuna chochote kile ambacho tunahisi kuna ule mtu aliweza kuitumia, tunatakiwa tukisafishe ili kutuepusha na hayo magonjwa. Lakini tuna hivi vitasa vya, vya milango, mlango kila mara tunagusa sisi sote, sehemu yeyote mnajikuta kwamba mnagusa nyewe, wote mnatakiwa msafishe, si ndio? Lakini kikubwa ambacho wanatushauri ni usafi wa kunawa mikono kwa maji tiririka. kuna familia zingine ambazo zikinawa mikono waga wana, wanajiosha wana kwenye base moya, familia nzima inanawa mikono. Sio vizuri jamani, si ndio eh? Mnatakiwa mtumie kikombe, mnamwagiana, ukwajuu, mnakamata sabuni, maji inashuka, eh, unashukutula hivi vidole hivi kote, unatoa eh, kumbe tushaona hiyo eh. Ni jambo la muhimu, lakini tahadhari kubwa ambayo tunachukua ni kupeleka kesi yoyote, tukiona dalili tuzipeleke wapi? Hospitalini. Sawa, eh? Kwa hiyo ikiwa wewe bibi uko na hiyo tatizo, unajikuta na uko tatizo wa mtu yoyote, lakini usiruhusu mtu yoyote anauzisha, ana lengalenga wa mwele, kwa Wabembe wananielewa eh? linga lengalenga wa mwele naeleweka mm, ndo mchicha ye yeah. Kumbe hawa watu hawajui ya ya wazapori eh, lengalenga wamwele eh, ile lengalenga wamwele sasa hivi tuiogope, maana ile lengalenga linga lenga wamwele ile hiyo mboga hiyo, nyama ya porini ndio inaleta nini magonjwa, si ndio Unaweza kaona iko bei nafuu. Mtu mmoja akakwambia hapana, niko na lenga lengo wa mwili hapa na nyama ya pori hapa eh, ni nani kama kako sijui ka nini, unakapika unajiletea magonjwa, unaweza kaathirisha na ukapoteza maisha. Kwa hiyo, hiyo nyama tuiepuke, sawa eh? Ndani ya kambi tuna bucha nzuri, mbele ya kuweza kutumia nyama hizo zinapimwa na maveta na tunakula nyama iko salama. Kwa hiyo nyama ambayo inatoka porini sio salama, wengine wanaiokota imeshakufa, na ndio maana tunatakiwa tuchukue nini tahadhari. Jamani ninaeleweka eh? Lakini langu la mwisho tusafishe mazingira yetu kuepukana na, na na, na, na, malaria. Hii haiko kinga yote. Kwamba ukiwa na hii mstikere sio sababu kwamba ndo hautapata malaria, hapana. Unaweza kuwa na mstikere lakini ukapata nini? Malaria. Unajua kwa nini? Kwamba kwa mfano huyu, huyu simnaona jirani yetu hapa. Hii majani inajaa hapa. Ni rahisi sana mbu kuzaliana humu. Na ni rahisi kung'atwa na nini? na mbu. Kwa hiyo cha muhimu sana ni usafi wa mazingira. Tunatakiwa tutoe tu, majani yote iko kandokando na nyumba zetu, ili inawezekana, karibu na nyumba yetu kuko vimashimo vile vinawekewa maji wakati ya mvua, maji inaingia, tunatakiwa yote tu, tu, tu, tu tufunikie, si ndio eh? Naeleweka jamani? lakini hata ndani tunatakiwa tusafishe mazingira yetu. Kuna mtu anawekaweka vimanguo juu mara sehemu sehemu, tuepushe sehemu yote ambayo inaweza ikakuwa sababu ya wale wadudu ile mstikeli anofele kuzaliana, hiyo inaweza katuepushia. Lakini cha muhimu tujifunikie neti. Kuna watu hii neti wakiipata anaifunga hivi, afu anaiweka juu, afu anasema ah, nilishukuru alinipa, lakini mimi kinakuwa kinanifunga pumuzi eh, kama mama aiza bibi. Unaona kinafunga pumuzi, na utaenda kukitumia Useme bwana, mimi nilikuwa najua nitapokea maragi, kama ni msikere mupatie watu. Lakini sisi hatuwezi kuwashauri uiache, kwa sababu sisi tunapenda uoko, uokoe maisha yako sawa, jamani. Kwa hiyo ukikatala, manake pia unapoteza uwai wako, hasa wazee. Wamama tuna tabia, wamama Wanyarugusu wanajipenda wenyewe, kama dada yetu huyu eh, akipata kamwa kachumba huko, wakati unalala ukitanda, ajui kama mtoto alijifunikia ni asubuhi tu na katoto kashajikunja hivi. Dada, mwache hiyo tabia, sio wewe, ni tabia wengine. <laughs> Naomba ni shauri hiyo, kama unapata mchumba na una mtoto wako, samini mtoto zaidi, si ndio? Kuna watu wengine wakipata kamaka pembeni, anasahau mpaka watoto, katoto kanapigwa na baridi ka msikera ikushushwa, yeye ndo anafaidika. Tumie vizuri na tunufaishe watu wengine jamani. Mimi kwa ufupi ni hayo watu wetu wa zone ya kumi na pembezoni, ambao tume kumi na moja, ambao tumekuja kuwaangalieni na fikira refinite inatupenda sana. Tumeanzia zone zote, wamegusa zone zote, lakini nyie mna mna upendeleo si ndio? Maana zone yenu iliguswa jana baadhi ya wachache, lakini tena wakaona waje kuwafuta nyie kwa, kwa sababu nyie ni wakimbizi wapya hapa. Mnavyoona eneo ambao tuko hapa, mnaona si mnaona hizi nyumba ambazo ziko hapa, si tunazijua. Sasa hivi tumepokea wakimbizi wenzetu wanatoka Kongo. Sasa hivi hali ya Kongo sio nzuri, si tuna tuna hizo taarifa eh? Kila leo kuna wakimbizi wanaingia hapa Nyarugusu na hivi karibuni ndo mtapokea hawa ndugu zetu ambao wanajengewa wana hivi hivi ni vinyumba ambavyo vimejengewa na wengi washafika dipacha pale zone ya kwanza, watakuja kuwapokea, mtakuja kuwapokea kwa hiyo. Mimi ambao tunatoa hiyo ushauri, kama ref nights, muwapatie na wenyewe hii elimu, si ndio? Inawezekana wana elimu de village huko huko, hapa uwasaidie bwana, muepukane, muwatoe mwa, hii manani mamajani, lakini watengeneze mazingira. Lakini tukileta neti kwa ajili yao pia waambiwa itumie vizuri. Ni hayo tu jamani, lakini tuwapende tu, tu, tu, kwa sababu pia hawako vita, na kama kuna chochote cha kushirikiana nacho mwashirikishe kwa ajili ya mazingira yetu ya kambi ya Nyarugusu. Baada ya kusema hayo, nawashukuru. Naomba tu tuende kwa utaratibu wa ugawaji. Naona wengine waishaanza chokachoka -choka na kajua, lakini akachomi sana, kanaleta vitamini. Basi nimrudishe kiongozi atupatie utaratibu kwa ajili ya ugawaji wa hizi neti. Asante jamani, sababu eneo lenyewe ndio hivyo ilivyo. Wache tuwape chandarua na tuna ripoti hivi. Mnaweza mkasemaje kabla mjapata hii chandarua? Kiongozi, unaweza kusema ukaambia Refinite nini kuhusu hii zoezi e? unaweza kutuma ujumbe gani kwa Refinite kuhusu hii zoezi inataka fanyika hapa ya vyandarua? Na mimi ninaweza kusema hivi, tunashukuru sana kwa kupata hivi vyandarua na vipashwe kutukinga kwenye magonjwa mbalimbali e, hivi tunashukuru sana na ninawasihi sana mwendelee na kuja kutuhamasisha kwa kutupatia elimu na kutupa, na kutupatia vingine vya kushinda hivi e, asante, asante. Hey, kiongozi naona uko hapo unatoa ujumbe gani kwa Refenite ili kuhusu zoezi hili? E, kuhusu zoezi hili kwa kweli tumeshukuru, na tunaomba viongozi mara kwa mara mwe mnatutembelea na mwendelee kutuletea vitu kinga za kutukingia kwa hayo magonjwa, kwa maana kwa kweli magonjwa ni mengi na umetoa kwa sisi pia, tulio, tulio, tunaopewa kwa kweli, ili tuzingatia ambayo tulioambiwa, kwa maana kuokoa kwa kwa kwa kwa uhai wetu, asante. Ele sana dada, hebu simama simama, ataweza huyo ajua kuongea. Ehe. E, nani mwingine anaweza katoa ma, tunachukua tuna maoni. Dana, hebu njoo tutongee, uambie refnait, unaambiaje basi. Nilikuwa napenda wa kike. Aha, mama, unaambiaje refnait kwa leo Unaiaga, unaiaga ifanye nini kisha au mgao wametekeleza, u mgao ni mchache, ni chandarua mtapata kimoja kwa familia ya watu watano kwa mfano. Sasa unatoa nini maoni yako ni nini? Natoa shukrani kubwa sana tena sana, na mwenyezi Mungu awajalie, mwendelee na kuwa na hiyo na roho ya kujua kama uhai ya mtu ni kitu kia maana sana, na hawa wandugu zetu wenyewe wanatoka Kongo, nao gisi mnapata gisi ya kutukumbuka leo, nao mwakumbuke, mwendelee na Mungu awabariki kwa kuona gisi kweli watoto wachanga na wajawazito na sisi wazee, kwa kuona gisi mulijua kama utu Mtu anapaswa kuishi kwenye chandarua na, na mafunzo ya kujikinga magonjwa mbalimbali. Yani Mungu aendelee na kubabariki na kuendelea na kupatia mafunzo ya kila mtu, alikuwa anajua kama utu ni kitu kya maana. Asante sana, Mungu awabariki, asante. Yani wakaji wa Nyarugusu wanatoa hii maoni. Dada, na wewe unanyesha mtoto fichika kidogo riziwa, ili tujaribu ku lete mawili matatu Unaambia nini refinite, wewe ni wa kike, lazima useme kwa kweli. Tumeshukuru sana, Mungu awabariki. Kwa hiyo refinite fanye nini? Kwa hiyo kushukuru, umeshukuru, aiendeleze tu msaada wako. Basi hadi hapo, tunaanza kutapana vyandarua kwa majina, baada kwa majina, kisha tupiga picha watu watano, kisha tunapiga picha, sawa? Uh, hey. Dada Mida anaendelea kugawa viandarua. ndarua. Asante tu, tutaita majina na nahisi kwamba watu wote ambao tuliandika hapa wote wata, wata, wata watanufaika. Tunaenda na dada huu anaitwa Agostino Julieni. Abwe Lusakanya. Margerita Kiza, tunapokea bwapachetu wa Margerita Kiza Lawi na Mama Nene. Wa mwisho yuko wapi? Mama e, yanajiita Mama Nene. <tis> Ay, hii ni awamu ya kwanza ya watu watano. Mwingine la, Lawi, uko wapi? Ayupo Masoka eri yo, musimamien, yo, musimamien. Ah, sawa Chibalonza ah, chibalonza umoja chibalonza umoja, enea watano ay, mnachingana sogea tu kidogosawa <laughs> so, ambao wa, wengine wanajiandaa. Clementina eda viki, tupatian viki, njo huyu hapa wendo viki Uh, subiri kwanza. Huyu ni nani? Huyu ni Silvi ndio msimamie viki hajafika. Huyu naye, huyu mtoto. Tutashamuita, ndiwarigiza, ndiwarigiza anayeta kutupewa mwisho kule Barumbaze. Yes. Simama hapa. Hapa yema. Wewe ni wa 14? Yes. Yes. <laughs> <laughs> Ba. Barumbaze. Mm, mm, mm. Gakobwa. Shepo, mama hujapigwa picha wewe? Si tena tosha. Hey, aya, asante. Chukua La, lasa Dada unapewa hmm.

Bibi ule asha pigwa picha. Abado. Margarita, uh, uh, uh. jiandae. Marguerite Kiza yupo. Chance ya sani kwapi? Chanse Sa ya sani patie huyu? Sakina na Ngezi <coughs> Elena <coughs> Nyasa Bashongoma Mwinyi, mpatie bibi nini. Mwinyi, mpatie mzee, waende kwaana, jiandae, pita huko. Anzuruni, anzuruni, Didani, Zebeda, ebinda Renova sasa. Hiyo kurudia sura ya mtu mara mbili pia sio sawa. Mama subiri. Um, subiri. Hata kijana ule. Hata mtoto mdogo tu hapo. Nipatie, mameni hapo. Ana, yani wapi? Shachukua mpatie na dada. Eh, tunataka tumpige picha. Subiri sasa. Ndio tunapiga picha. Pale waku mwandika, kaa pale anuaasi shapigwa picha yeah. Sasa kaa pembeni, lakini usiondoki, msubirie tu kwanza